Habari za asubuhi, karibu katika kesho la asubuhi. Leo Jumapili ya tarehe 21 disemba elfu mbili na ishirini na tano, somo letu a siku ya leo na kichwa cha habari kinachosema imani sahili inatuunganisha na Mungu, imani sahili inatuunganisha na Mungu. Fungu letu ni kitabu cha Warumi sura ya 6 na ule mstari wa 11: nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Tuombe. Ee Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa neema ya uhai uliotuwezesha kukutana katika kesha hili takatifu. Tunakushukuru kwa ulinzi wako tangu mwanzo wa mwaka huu hadi sasa, na kwa fursa hii ya kusimama mbele zako kwa unyenyekevu na toba. Bwana Mungu wetu, tunakuja mbele zako tukikiri udhaifu wetu na dhambi zetu, kama neno lako linavyosema, ukisikia tunapoungama wewe ni mwaminifu na wa haki hata kutusamehe na kututakasa na udhalimu wote. Tunakuomba utusafishe mioyo yetu, fikira zetu na dhamiri zetu kwa damu ya Yesu Kristo. Katika kesha hili Bwana, tunatamani kuishi kulingana Warumi 6:11, kujihesabu kuwa wafu kwa dhambi na waliohai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Tunakuomba utuimarishe katika imani sahili, ili imani inayotuunganisha na wewe, bila kutegemea hisia, bali ahadi zako. Roho Mtakatifu, tafadhali uwe katikati yetu, utufundishe neno la Mungu na utupe mioyo inayosikia sauti yako. Ondoa kila giza la kiroho, hofu na usingizi wa rohoni. Tunataka kukesha si kwa mwili tu, bali kwa roho na kweli. Bwana Yesu, uwe mfalme wa maisha yetu, tawara mawazo yetu, maamuzi yetu na mienendo yetu tusaidie kuacha kila dhambi inayotutenga na wewe, na utuimarishe kusimama imara hadi mwisho. Tunakukabidhi kesha hili mikononi mwako, tukiamini kwamba malaika wako atakuwepo kutuhudumia na jina lako litatukuzwa. Tunaomba haya yote kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana mokozi wa maisha yetu. Amina. Tunaishi katika wakati muhimu sana katika historia ya dunia hii. Hakuna kabisa nafasi ya kutenda dhambi mara zote ni hatari kudumu dhambini, lakini jambo hili ni la kweli kwa namna ya pekee katika wakati wa sasa. Kwa sasa tupo katika kingo za ulimwengu wa milele, na tunasimama katika uhusiano makini zaidi na wakati pamoja na umilele kuliko ilivyowahi kuwa. Sasa hebu kila mmoja na achunguzie moyo wake na kuomba kwa ajili ya miale angavu ya jua la haki kufukuza giza lote la kiroho na kutakasa uchafu wote. Tukizunguma dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa imani bila kuangalia hisia, Yesu mwanzilishi wa wokovu wetu, mtimizaji wa imani yetu, kwa neema yake ya thamani ataimarisha nguvu za maadili, na mwenye dhambi atajihesabia mwenyewe kuwa wafu kwa dhambi na waliohai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Imani sahili pamoja na upendo wa, wa Kristo wa moyoni vinamuunganisha mumini na Mungu wakati akipambana vita. Kama askari mwaminifu wa Kristo, anapata msaada kutoka kwa ulimwengu mzima. Malaika wa hudumu anazunguka kote ili kumsaidia katika pambano, ili kwamba aweze kusema kwa ujasiri, Bwana ndiye mchungaji wangu, Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu, sitashindwa. Nimeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Hekima na nguvu za Mungu visivyo na ukomo vinatumika kwa niaba yetu, jeshi la mbinguni kwa hakika linapigana vita vyetu kwa ajili yetu. Mara zote utazama kwa makini mkubwa, roho zilizonunuliwa kwa damu ya Mwokozi kupitia kafara ya Yesu Kristo, wanaona thamani ya roho ya mwanadamu. Ni salama kwa upande wa Bwana siku zote si kwa shingo upande bali kwa moyo wote. Ni kazi hii inayofanywa kwa shingo upande, kutojali na kizembe, inayotenganisha roho zenu na Yesu, chanzo cha nguvu zenu. Hebu hili liwe ombi lako, chukua vyote kwangu. Hebu nipoteze mali, heshima ya kidunia na kila kitu, lakini uwepo wako uwe pamoja nami. Ni salama kusalimisha utunzaji wa mioyo yetu kwa Mungu ambaye anatawala juu ya mbingu na nchi. Testimonies to Ministers and Gospel Workers 147, 148. Tunatakiwa kufanya toba kamili, kumwamini Yesu Kristo mwokozi wetu, kuwa waangalifu, kuomba bila kukoma, na kujitahidi katika kusoma Maandiko. Mungu atatuwajibisha kwa yale yote tunayoweza kuwa, ikiwa tunaweza kukuza talanta zetu. Mivuto yetu yote ni mali ya Mungu. Kila tulichopata kinapaswa kutumika kwa utukufu wake. Kila rasilimali ambazo Bwana ameziweka kwetu zinapaswa kupelekwa madhabahuni pa Mungu, kurudishwa kwake tena. Tunafanyia kazi hatima zetu wenyewe. Mungu atusaidie sote, ili tuwe na hekima wa milele. Testimonies to Ministers and Gospel Workers mia moja arobaini na saba. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa baraka zote ulizotupatia katika kesho hii ya asubuhi. Tunakushukuru kwa neno lako lilotutia moyo, kwa sauti yako tuliyoisikia, na kwa upendo wako uliotutia nguvu. Bwana tunakuomba, usiruhusu kile tulichojifunza kikome hapa. Saidia mafundisho haya yaishi ndani ya mioyo yetu na yaonekane katika maisha yetu ya kila siku. Tusaidie kuishi imani ya kweli, si ya maneno tu, bali ya matendo yanayokutukuza. Tunajiweka mikononi mwako, tunapokaribia shughuli za siku, utupe busara, ulinzi na unyenyekevu. Tusaidie kuwa nuru katika familia zetu, makazini, shuleni na popote utakapotupeleka. Bwana, tunasalimisha maisha yetu yote kwako. Tunakabidhi vipaji vyetu, tunakabidhi rasilimali zetu, tunakabidhi nguvu zetu, tunakabidhi muda wetu kwa utukufu wa jina lako. Tufundishe kuishi kwa mtazamo wa milele, tukitambua kwamba tunajiandaa kwa kukutana na Mwokozi wetu Tunakuomba utuongoze hadi siku ile Yesu atakaporudi, na utuhesabu miongoni mwa wale waaminifu watakaosimama mbele zako kwa furaha. Tunakushukuru na kuomba kwa jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina.